Mheshimiwa naibu spika, nashukuru kwa kunipa fursa ya kuchangia katika hoja hii muhimu, na nianze kwa kuunga mkono hoja, na nimpongeze sana waziri na wasaidizi wako wote kwa kazi kubwa mnayofanya eh, kwenye kulinda usalama wa ndani wa nchi yetu. Pia nimpongeze sana RPC wangu kule Kilimanjaro, ndugu Simon Maigwa na OCD wangu azizi, eh, Azizi Kalokola. Hawa watu wananisaidia sana jimboni kwangu, amani ni nzuri na mambo yanakwenda vizuri. Mheshimiwa naibu spika, niungane na wenzangu kuipongeza serikali, hasa hasa IGP kwa kazi nzuri anayofanya. Niombe IGP na mapolisi wote na system yote ya wizara ya mambo ya ndani, tumsaidie rais wetu kulinda katiba ya nchi yetu, tusiruhusu watu walete chokochoko hapa. Wanaleta chokochoko, tulishawahi wahi kung'atwa na nyoka. Mheshimiwa naibu spika kwenye mwaka wa 77, eh, senior politicians kutoka kwenye taifa fulani walianza chokochoko hivi hivi, tukaua eh, ule umoja wa Afrika Mashariki, jumuiya ya Afrika Mashariki ikafa. Akaja Idi Amini akaanza chokochoko hivi hivi mpaka tukapigana vita. Sasa haya mambo tusije tukayadharau, yanaanzaga kidogo kidogo hivi, lakini mwishoni yanakuja kutupeleka mahali pabaya. Nimuombe IGP wetu na jeshi lako, simameni imara Tumsaidie rais kulinda katiba, tusiruhusu maadui hapa nchini. Mimi niwape mfano, mheshimiwa naibu spika, ukiwa una, una makando kando, Amerika anakuweka kwenye blacklist, anakuambia usije kwenye nchi yangu. Mimi niombe hawa watu ambao tumeshajua sio watu wazuri kwetu, piga kwenye blacklist, usiwaruhusu waingie hapa nchini. Mheshimiwa naibu spika, baada ya kusema hayo, nikupe ni, ni mheshimiwa waziri ombi kwenye jimbo langu la Moshi vijijini wewe ni waziri msikivu sana. Mimi ndio mbunge wa jimbo, mimi si dandii yani, mimi ndio nimewekwa pale, nahudumia wananchi wangu. Nilishakuja kuja kukuomba vitu unisaidie kama mbunge wako. Pale Mabogini ni kata ambayo kila mtu anataka dandie, ili aonekane amesema ya kwa sababu kuna wapiga kura wengi. Sasa nikuombe mheshimiwa waziri, mheshimiwa waziri, nikuombe, nilishakuomba tujenge vituo vya polisi kule Mabogini ukaniahidi kwamba utanisaidia. Kwa hiyo hilo lililosemwa hapa leo nilishia kuomba na ulikubali kwamba utanisaidia. Nikuombe, kuna kitu ambacho mheshimiwa Mchengerwa ali, aliombwa akuletee wakati amekuja kule Moshi, aliombwa kwamba pale CCP kuna eneo la Shabaha ambalo wananchi wa Mabogini wanakuomba kaeneo kidogo, ili wajenge shule, wajenge zahanati wajenge kituo cha polisi cha kusaidia watu. Kwa hiyo naomba uendelee kulifikiria, nilisha kuona, na naomba uendelee kulifikiria hili jambo, Mheshimiwa Waziri. Sasa, Mheshimiwa Naibu Spika, mchango wangu utahusu changamoto za ajali barabarani hapa Tanzania na ni nini jeshi la polisi lifanye ili kukabiliana na changamoto hizi. Mheshimiwa Naibu Spika, tumeona kwamba takwimu ambazo ametoa Mheshimiwa Waziri kwamba kutokea Julai 2024 20, mpaka 20, Aprili mwaka huu zimetokea zim ajali 1322, na wamekufa watu 1275 na pia wa, watu wameumia, kuna watu wameumizwa kwenye ajali kadria ya watu 2000 hivi sasa. Ni kuombe hii idadi ni kubwa sana, inabidi tufanye kitu cha ziada, tujiongeze kidogo. Naomba tuwekeze kwenye tochi za kisasa kule barabarani ambazo zitakuwa zinakaa permanently. Eh, zikimulika maeneo maarufu, kwa mfano pale kwenye traffic lights, tukiweka taa pale ya kisasa kwenye maeneo ambayo yana makatazo ya kukimbia zaidi ya spidi fulani, tuweke taa pale, zikae pale, hizo zinapiga picha bila polisi kuwa pale, zitakuwa zinachukua picha. Hizi picha zinakwenda kwenye kanzi data fulani kwenye mamlaka ambayo inathibiti, inathibiti mambo ya ajali. Na kwa sababu James Kaji amefanya kazi nzuri tunaunganisha E, taarifa za, za, za vitambulisho za, za, hao wenye magari, faini inatumwa moja kwa moja kule, mtu anapigwa faini analipa, na asipolipa anapelekwa nani, kwa sababu kusema ukweli lazima tubadilike kidogo, kwa sababu jeshi la polisi lina maaskari wachache, hawatoshi. Kwa hiyo tunahitaji tujiongeze kidogo ili tu, tuwekeze kwenye teknolojia itakayosaidia nchi kupambana na hili tatizo sugu la raia wetu kufa mne, eh, bila sababu mwenye jimbo md